ambie vijana faida ya kucheza michezo. Cha kwanza kabisa ni kuhakikisha afya yako inakuwa nzuri, maana ni moja ya michezo ambayo unafanya mazoezi, lakini pia huwa inasababisha mahusiano mazuri kati ya mtu na mtu, maana mtakutana watu kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya michezo ma leta mahusiano, lakini pia inaleta umoja, lakini pia inaleta amani katika nchi yetu. Ndiyo maana rais wetu Samia Suluhu anaipenda sana. Niwaambie vijana, endeleeni kuizingatia michezo, lakini tuendelee kuzingatia amani katika nchi yetu. Muelewe mwezi huu tarehe 29 ni siku ambayo yakwenda kuchagua. Niwaambie kama mnahitaji amani na kwa sababu nchi yetu ina amani, twendeni siku hiyo Tukachague viongozi walio bora, mkumbuke nchi yetu. Kwa hiyo siku hiyo tujitokeze, tusidanganyike mtu kukaa nyumbani, tujitahidi kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29. Wachezaji hoye, hey! Sababu kubwa ya kuanzishwa tabu hili ni kuimarisha msikamano wa wanachama na wapenzi wa Yanga katika eneo letu, kuhakikisha tunashiriki kikamilifu katika maendeleo ya kilabu yetu, na pia tukishirikiana na jamii katika shughuli mbalimbali za kijamii na kimaendeleo weshwa rasmi. Rasmi tabu letu lilianzishwa tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka 2024 likiwa na wanachama sawa likiwa na wanachama saba, kwa maana ya kwamba lilikuwa na wanachama saba. Lakini tulikuwa na mshabiki wa Simba mmoja ambaye alikuwa anaitwa Samueli Masanja, ambaye alikuwa pia ni miongoni mwa wanachama. Na mpaka sasa tuna wanachama hamsini na moja. Baada ya kuanzishwa tawi hili tulikubaliana wanachama tuanzishe ujenzi wa kibao kama alama ya utambulisho tau letu la Mwadubi. Ujenzi ulianza na ukokamilika, uligharimu kiasi cha shilingi milioni mbili na laki mbili za Kitanzania. Maombi yetu, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wanachama wa tawi la Yanga Mwadubi, maombi yetu kwako, kwa pamoja na wageni walikwa na msafara wako, tawi letu lina ukosefu wa vitu vifuatavyo. Cha kwanza kabisa ni kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya tawi la Mwadubi. Nipende kwenye shukuru nchi yetu Tanzania, akiwemo rais wetu Samia Suluhu Hassan, amekuwa ni kiongozi bora anayependa michezo. Michezo ameifanya ikakubalika katika nchi hii, ndio maana leo mko mahali hapa kwa shangwe na kwa furaha kabisa kwa sababu ya kiongozi wetu Samia Suluhu Hassani anapenda michezo, ndugu, tangu. Kwa sababu mpira ni sehemu ya mahusiano, lakini ni sehemu ya amani, na nchi yetu ni nchi yenye amani kwa sababu ina viongozi ambao ni viongozi wenye kupenda amani na ina, na ina utawala ambao unapenda amani tangu asili. Kwa hiyo hiyo tuna haja ya kuipongeza, kwa maana tuna uhuru kabisa, tunaishi kwa salama. Tuipongeze katika hilo. Ndugu zangu, niwakumbushe kitu kimoja, niwakumbushe kitu kimoja, ni kwa sababu nchi yetu ni nchi ya amani na ili iendelee kuwa na amani tarehe ishirini na tisa twendeni tukapige kula, kila mmoja aondoke nyumbani aende akapige kula ili tuendeleze amani yetu. Kumbukeni nchi yetu ni nchi yenye amani, ili viongozi ambao ni wazoefu, twendeni tukachague viongozi ambao waniuzoefu wani